Bona msanii Mario msanii kutoka Tanzania mmoja kati ya vijana ambao anafanya vizuri sana katika industry ya muziki wa bongo flavor. Marioo bwana ameshare video ambayo inamuonyesha huyu kijana ambaye anauza mayai ya kuchemsha na ni video ambayo imegusa hisia za watu wengi sana, lakini pia ujumbe ambao ameweka Marioo nao ni moja kati ya jumbe ambazo pia zimegusa hisia za watu wengi mno, na ni moja kati ya habari ambazo sasa hivi zina trend sana hapa town. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kukuelezea zaidi yaliyotokea baada ya kijana huyu kupostiwa na Marioo akiwa amefanya hiki kitu ambacho ni cha wema mno na ni jambo ambalo kiukweli limegusa mioyo ya watu wengi sana. Hebu sikiliza kwanza jinsi ambavyo tukio lilivyokuwa, then nikuelezee kitu ambacho Marioo ameamua kukifanya <totipa> So hii ni video ambayo kiukweli ukituliza akili ukaitazama ukiwa kama mzazi uh, ukiwa kama mzazi ukiwa kama kaka au dada au na ndugu uh, ambao wana umri wana umri wana, wana umri huu, lazima inaweza ikataki kutoa machozi. Huyu kijana anajitafutia fedha kwa kuuza mayai. Mmeona huyu eh, kijana anatembea barabarani anajitafutia kipato kwa kuuza mayai ya kuchemsha, lakini huyu jamaa ambaye alikuwepo kwenye hili lori alimuomba dogo huyu yai moja bure, akimwambia kwamba hana pesa na kijana kwa kama vile kupimwa tu imani, lakini kijana aliamua kumpa hilo yai bure. Mmeona, bure kabisa. Na baada ya kumpa hilo yai alikuwa dogo anataka kubeba ndoo yake ya mayai aondoke kwa sababu alishakubaliana kwamba bure, akamwambia ye nipatie tu yai, sina hela. Kwa hiyo dogo alikuwa anataka abebe ndoa yake aondoke ya, lakini huyu jamaa alikuwa kama vile anampima huyu dogo imani, na ni kitu ambacho yeye pia kikamgusa. Alikuwa na elfu mbili kwenye dashboard ya gari yake, kwayo akaamua kumpatia kijana huyo. Umeona eh? So kijana alikuwa surprised kuona kwamba okay, jamaa ameamua kunipatia pesa na jamaa akamsisitiza kwamba bwana, nimeamua tu nikupe hiyo 2000 eh, kwa sababu wewe pia umeamua kunipa mimi yai bure, umeona. Na dogo akampa mixa chumvi ya pilipili nini fresh. Lakini pia, dogo alipopokea ile pesa aliipokea kwa mikono miwili kuonyesha unyenyekevu wa hali ya juu. Lakini dogo pia anaonekana yeye mwenyewe, huenda labda alikuwa hata chai hajanywa lakini aliamua kumpatia huyu jamaa yai bure, kwa sababu tu amemwelewa kwamba hana fedha, lakini alikuwa anatamani kula yai. So ni kitu ambacho kimeonyesha jinsi gani ambavyo huyu dogo yuko na pure heart, yani yuko na moyo safi, na ni moja kati ya videos ambazo sasa hivi ukipita katika page ya Mario hii video ina, la, ina zaidi ya like elfu, like, like, zimefika laki like mbili umeona eh? like zimefika laki mbili, komenti zaidi ya elfu kumi na moja. Umeona eh? Na Mario baada ya kuishia hii video akaandika hapa ujumbe unaosomeka kwamba hii, hata kama ukiwa hujatokea kwenye mazingira kama haya, lakini inaweza ikakugusa kwa namna huyu dogo alivyokuwa na moyo mzuri, heshima na unyenyekevu. Umeona, kwa hiyo pia vilevile Mario ameishare hii kwa sababu pia kuna vijana sasa hivi wanapitia wakati kama huu e, basi obviously, e, au kuna vijana wengine ambao sasa hivi wameshajipata, lakini huku ndipo alipotoka. Kwa hiyo lazima hii video itawagusa. Hivyo basi Mario akaelezea zaidi, akasema kwamba hii video ni nzuri, lakini imenifanya niangushe chozi. Huyu bwana mdogo namtafuta, anayemjua anitumie, an, an, anitumie DM tafadhali. Umeona? kwa hiyo Mario ameweka oda kwamba na sorry, ameweka kama maagizo kwamba anamtafuta huyu kijana atakaye, ambaye anamfahamu basi awasiliane naye kupitia DM yake. Nadhani anataka kumsupport huyu kijana apate biashara stable, au anataka amsapoti huyu kijana kumwendeleza kielimu au kivyovyote vile, jambo ambalo limewafanya watu wengi sana hapa amekuja kucomment. Kwa mfano eh, kuna bidada naye Nana Dolls pia ameguswa na, na, na, e pia, na anasa, anatamani kwamba Mario akimpata huyu kijana basi, moja kwa moja na yeye pia, Nana Dolls anataka na yeye pia ajitolee kitu kwa huyu kijana ipotoa ndugu yangu jue kabisa na wewe pia hutopokea popote. So huyu hapa mwingine official Naila anasema kwamba bwana, kama kama huja hujalia au hujakulia haya maisha huwezi ukaelewa. Asante Mungu kwa ajili ya huyo mtoto. Haya, kuna nuba kaka yake mwijako amesema kwamba bwana, kiukweli E, kwa nini amempa elfu mbili angempatia pesa zaidi? E, uwezijua labda huyu jamaa alikuwa hana fedha. E, alikuwa kweli anataka kula mayai bure lakini alikuwa na buku mbili tu akaamua tu ampe hiyo hiyo kijana. Kwa hiyo uwezi ukaanza tena kulaumu kwamba kwa nini huyu jamaa amempa elfu mbili tu. Kuna mtu mwingine anasema bwana love ya huyu dogo sio ya kawaida. Mungu atambariki na alichokifanya ilikuwa ni ngumu sana lakini ameamua kufanya kwa moyo wake safi. Haya, kuna mtu mwingine hapa anaitwa Mr. Navi amesema da ngosha amesema kwamba bwana na Usukuma wangu nimetoa chozi kwa kweli, naunga mkono kumsupport huyu kijana. Maana kwa kifupi ni kwamba celebrities na watu wengi sana mbalimbali wanamtafuta huyu kijana kwa ajili ya kumsupport kwa kitu ambacho amekifanya. Kwa hiyo hii video bwana, naweza kusema tu kwa kifupi kwamba ni moja kati ya videos ambazo zimeenda viral. Sasa hivi, huko town katika mitandao ya kijamii hii video imeenda viral to the maximum na wadau mbalimbali bwana wamekuwa wakizungumza wamekuwa wakizungumza mambo mbalimbali kuhusiana na inshu ya huyo kijana hiki alichokifanya, umeona bwana. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo, hususan naona Mario labda na yeye pia amepitia mazingira magumu ya hivi. Kwa hiyo alivyoona hii video automatically ikamgusa na akaamua kufanya hicho alichokifanya, kushare na kutaka kumpata huyu kijana ili aweze kumsupport, na kutokana na hiyo support ambayo Mario anataka kuitoa baada ya huyu kijana kupatikana, lakini pia wadau mbalimbali, macelebrity wenzie, nao wameamua kujitokeza kumuunga mkono, na wenyewe nao pia, Mario akimpata huyu kijana, basi na wenyewe nao pia wata watafanya kitu kwa ajili ya huyu kijana yaani, huyu ni kijana mdogo sana, hajaamua kwenda kukaa barabarani kuomba, hajaamua kwenda kuiba, ameamua au achemshe mayai auze. Lakini pia katika biashara hiyo hiyo eh, ameona mtu alikuwa tu amemuomba yai na kijana akaamua ampe. Umeona, kwa hiyo ni kitu ambacho kiukweli Sio watu wengi wako na roho hizi, na huyu ni kijana mdogo ambaye ameonyesha jambo la kipekee sana. So at the end of the day, ukiwa kama mdao, weka maoni yako. Tunafuatilia bado hii situation, tutakupa update zaidi kuhusiana na huyu kijana kadri tunavyozidi kuzipata, tutazileta hapa hapa Trend TV, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.